Rais wa Marekani Donald Trump amemsifu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akisema ana heshima kubwa kwake siku moja kabla ya mazungumzo yao muhimu katika ikulu ya White House. Akizungumza baada ya mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer Alhamisi hii, Trump alijaribu kurekebisha msimamo wake wa awali ambapo alionekana kumlaumu Zelensky kwa vita vinavyoendelea nchini Ukraine na akamuita dikteta. Alipoulizwa na mwandishi wa BBC kama bado anashikilia maoni hayo, Trump alijibu, "Nilisema hivyo. Siwezi kuamini niliyasema hayo." Aidha, alimpongeza Zelensky kwa ujasiri mkubwa. that Mkutano huu unafanyika huku sera ya Marekani kuhusu Ukraine ikipitia mabadiliko makubwa. Utawala wa Trump hivi karibuni umeanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Moscow kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Urusi miaka mitatu iliyopita, jambo ambalo limezua wasiwasi kwa washirika wa Magharibi. Zelensky anatarajiwa kutafuta uhakikisho wa usalama kwa Ukraine kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Trump alisema kuwa yuko wazi kwa mambo mengi lakini alisisitiza kuwa lengo kuu ni kufanikisha makubaliano kati ya Urusi na Ukraine kabla ya kuamua hatua za utekelezaji. Katika ziara yake, Zelensky atatia saini makubaliano yanayoruhusu Marekani kupata rasilimali za madini ya dimu kutoka Ukraine. Trump alisema uwepo wa makampuni ya madini ya Marekani nchini Ukraine kinaweza kuwa kizuizi dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Ni kinga fulani, alisema Trump. Sidhani kama mtu yoyote atajaribu kushambulia ikiwa kutakuwepo na wafanyakazi wengi na kushughulikia madini tunayohitaji kwa nchi yetu. Kwa upande wake, Sir Keir Starmer alisisitiza kuwa Uingereza iko tayari kutuma wanajeshi wa kulinda amani baada ya vita, lakini kwa sharti kuwa Marekani na NATO watatoa msaada wa kijeshi. Alipoulizwa iwapo Marekani itasaidia wanajeshi wa Uingereza endapo Urusi itawashambulia, Trump alijibu, wanajeshi wa Uingereza ni hodari sana, wanajeshi lenye uwezo mkubwa na wanaweza kujilinda, lakini wakihitaji msaada nitakuwa nao daima. Sawa. Kremlin ilitangaza kuwa haitatoa masharti yoyote ya kugawa ardhi kama sehemu ya mkataba wa amani. Msemaji wa Urusi Dimitri Peskov alisema, maeneo yote yaliyojiunga na shirikisho la Urusi ni sehemu ya nchi yetu Urusi. Huu ni ukweli usiopingika na usioweza kujadiliwa. Mazungumzo kati ya maafisa wa Urusi na Marekani yanaendelea Istanbul katika jitihada za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia huku ulimwengu ukiangazia mkutano wa Trump na Zelensky kwa matumaini ya kupatikana kwa suluhu ya amani. Unahitaji bima yenye uhakika na huduma bora? Solutions AR Insurance ndiyo suluhisho lako kwa mahitaji yote ya bima. Tupigie leo kwa ajili ya bima ya afya kwa wafanyakazi wa kampuni na watu binafsi, bima ya vyombo vya moto, Motor Insurance, bima ya safari, Travel Insurance, bima ya mizigo inayosafirishwa goods in transit na bonds za aina zote. Solutions AR Insurance inatoa ushauri wa kitaalamu na elimu kuhusu bima ili kukuwezesha kuchagua kile kinachokufaa. Madai yako ni wajibu wetu, na tunahakikisha unapata huduma ya haraka na ya kuaminika. Wasiliana nasi leo kwa email, md at sar co.tz simu namba 0752500057 tunapatikana Mbezi Bichi Makonde, karibu na Red Hall. Solutions AR Insurance tupo kwa ajili yako.